Na Masai Eh. yoyote hey. akutana na Makonda. Sawa sawa. anaomba kula Daktari Samia. Hakuna shida. shida. Sisi daktari. Hakuna shida. Sisi hey. Wote wamesema. Kwa hiyo tutoke kwa wingi tukampigie hey. kula. tukampigie kula. Basi hakuna shida wenye vipaji vya hali ya juu Mama Samia na kwanza kabisa mtendaji wa kazi mzuri. La pili yake anafanya mambo yake kwa vitendo mm. La tatu yake ni wa kujiamini mm. Na vilevile tunashukuru kwamba Tanzania imebadilika kwa mambo mengi, mambo mazuri, kila kitu kinajionyesha wazi, na hakuna kitu ambacho tunakipenda sisi kama sisi, hatuzami sura, sisi tunaangalia maendeleo. Katika kipindi hichi cha katesem yake, tunaona kwamba maendeleo yamekuwa makubwa zaidi, na naamini tukimpa atazidisha pamoja na viongozi wangawa, tunasema kazi na utu kazi endelee tuko pamoja na tunasema tutampa Mama Samia. Tukizungumzia katika swala la amani, naamini kwamba dunia nzima inahitaji amani na sisi kama ni Watanzania tuwe kitu kimoja katika kuidumisha amani mm. Amani ndio kila kitu, huwezi kutembea bila amani, huwezi mm. kuendesha bodaboda bila amani, huwezi kuwa na bibi yako nyumbani bila amani. Kwa hivyo tunasema amani ndio kila kitu yes. Mungu ajalia, ibariki Afrika nzima mm. na Tanzania yetu vilevile. Mungu ajalia, idumu amani iwe nambari moja katika yes. nchi yetu yes. Afanye wepesi katika uchaguzi huu, na Mwenyezi Mungu ajalie mama Samia Hassan Suluhu apite katika ushindi huu, na mpe ushindi mkubwa, na Mwenyezi Mungu adumishe amani na uhuru uendelee, na vijana walipotee njia waongoke, waitunze amani, na waangalie neema iliyokuwepo katika nchi ya Tanzania. Allahumma amina. Fulani, leo nayo ni, ni kwamba zoezi letu la kuongea na abiria wenzetu ndani ya boti yetu tunaelekea Unguja limehitimishwa kwa dua njema ya ndugu yangu hapa kwa daktari Samia pamoja na kwa dokta Mwinyi. Ni mapenzi ya Mungu kutupa uhai amani na utulivu, na sisi jukumu letu kuendeleza utulivu na amani ya taifa letu. Ninaamini tarehe 29 Oktoba 2025 watanzania wataibuka kidedea kwa ushindi wa kuilinda amani na kumpata kiongozi bora atakayetuongoza tena kwa miaka mitano ambaye si mwingine bali Daktari Samia. Kwa maneno machache tu, kila niliyoongea naye amenihakikishia kwamba kura ya Daktari Samia ipo, na kwa ndugu zangu wa Zanzibar kura ya Daktari Mwinyi ipo. Mimi ni nani? ivishana mapenzi ya Mungu tukutane Oktoba 29 katika sanduku la kura, huku na mimi nikipeperusha bendera ya Chama Cha Mapinduzi katika jimbo zuri zaidi, jimbo la gani hilo?